Naam, karibu tena mtazamaji. Mgomo wa uguzi wa hospitali ya rufaa ya Moi jijini Eldoret umeingia siku ya pili, uko wagonjwa waliofika hospitali hiyo wakikosa kuhudumiwa ama kuweza kuhudumiwa huku, uh, pia vilevile hisia mbalimbali zikitanda miongoni mwa wagonjwa katika hospitali hiyo na baadhi ya wagonjwa wengine walisalia kwenye wodi kwa kushindwa kulipa, kutokana na matatizo ya bima ya afya ya SHA. Wauguzi wa hospitali hii waligoma kuanzia hapo jana, wakidai miongoni mwa mambo mengine kukosa vifaa vya kazi na hata mishahara. Yenye wako ndani ni wanafunzi wenye bado hawajatimu wangu kulia tu kukaa ndani, akiniuliza nitaenda shule siku gani. Niko na watoto wengine wako wako Nairobi, wako high school, na mimi sina uwezo kabisa, niko single mother. Ninalia sababu sina uwezo. Watoto wangu watakuwa Nairobi ni watakua, niko peke yangu. Patikana kona ugonjwa wa moyo kutoka Naro, nikamlete huko, akakaa ICU pia 12 days, naitishwa 300000. Hiyo pesa ni mingi sana kwangu lakini siwezani kulipa sasa. Nimeambiwa kama niko na title title, inatoa wapi? Si serikali kuu na management ya ya MTRH, ya, ya kuhakikisha kwamba haya matakwa ya manase wetu yamekuwa handled on time kwa maana inalemaza kazi zote.